ratiba ya mechi za mzunguko wa 23 wa ama wiki la ishirini na tatu ligi kuu ya NBC. Mechi ya kwanza imechezwa siku ya tarehe tano mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambapo mchezo huu ulichezwa katika uwanja wa Sokoine pale Mbeya ambapo Ken Gold walikuwa wenyeji majira ya saa kumi dhidi ya kocha timu ya soka ya Mashujaa, mchezo ambao ulimalizika kwa sare ya bao mbili kwa mbili, lakini mechi zilizofuatia ni Machi sita 2025 yani siku ya Alhamis, ambapo KMC Football Club majira ya saa kumi walikuwa kiwanjani, mpaka sasa walikuwa tunavyoongea wakicheza dhidi ya Fountain Gate kutokea mkoani Manyara, mpaka sasa tunavyoongea, mchezo huu ulikuwa ni sare ya sifuri kwa sifuri. Lakini mchezo mwingine ambao utafuatia siku ya leo ni Namungo Football Klabu wakiwa wenyeji katika uwanja wa Majaliwa ulioko Lindi dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Singida Black Star. Hiyo ndio michezo miwili ambayo inachezwa siku ya leo ikiwa siku ya leo ni Machi tano mwaka elfu mbili Machi sita mwaka elfu mbili na ishirini na tano, na mara baada ya mchezo w kumalizika, tunaona siku ya leo tena majira ya saa tatu usiku kutakuwa na mchezo mwingine yani kikosi cha timu ya soka ya Azam watakuwa nyumbani katika uwanja wa Azam Complex majira ya saa 3 kamili siku siku ya leo wakicheza dhidi ya Tanzania Prisons. na mara baada ya mchezo huu kumalizika tunaona siku ya leo itakuwa imekamilika kwa michezo mitatu, yani mchezo wa kwanza KMC dhidi ya Fontegate na Mungo dhidi ya Singida Black Stars, huku Azam Football Club wakicheza dhidi ya Tanzania Prisons. Lakini siku ya Ijumaa tunaona kutakuwa na michezo mitatu pia. Mchezo wa kwanza utachezwa majira ya saa kumi jioni ambapo kikosi cha timu ya soka ya Tabora United watakuwa katika uwanja wa CCM Kirumba Mwanza wakicheza dhidi ya JKT Tanzania. Mchezo huu tunaona kwa mujibu wa ratiba unatarajiwa kuchezwa majira ya saa kumi jioni. Na mara baada ya mchezo kumalizika, tunaona saa moja usiku kikosi cha timu ya soka ya Kagera Sugar kitakuwa nyumbani majira ya saa moja usiku dhidi ya Pambajiji. Mchezo huu utachezwa majira ya saa moja usiku, na baada ya mchezo kumalizika tunaona siku ya Ijumaa, mchezo wa mwisho utahitimishwa kwa mchezo utakaoenda kuchezwa majira ya saa tatu usiku ambapo Dodoma Jiji watakuwa katika uwanja wa nyumbani wa Jamhuri Stadium dhidi ya kocha timu ya soka ya Coastal Union. Mchezo huu tunaona kwa mujibu wa ratiba unatarajiwa kuchezwa majira ya saa tatu usiku na mara baada ya mchezo kumalizika, tunaona macho na mapenzi ya watu wengi yatakwenda kutazama mchezo wa siku ya Jumamosi, ambapo siku ya Jumamosi kutakuwa na mchezo mkubwa ndani ya bara la Afrika na nchi ya Tanzania, majira ya saa moja na robo usiku katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Young Africans watakuwa wenyeji wakialika klabu ya soka ya Simba Sports Club katika mchezo wa Kariakoo Derby na mchezo utachezwa siku ya Jumamosi yani Machi nane mwaka elfu mbili. Tunaona Simba dhidi ya Yanga ni mchezo ambao unasubiriwa na wadau wengi. Tunaona hiyo ndio ratiba ya michezo nane katika timu kumi na sita zinazoshiriki ligi kuu ya NBC. Tuambie neno la comment kwa upande wako. Je, katika michezo hii nane ni mchezo gani ambao unausubiria kwa hamu katika michezo hii nane ambayo inakwenda kuchezwa ndani ya wiki hii. Tua maoni katika comment na stakua kuyasoma maoni yako.